Mpendwa mtazamaji siku ya Ijumaa karibu katika tafakari ya neno la Mwenyezi Mungu na neno la Mwenyezi Mungu mpendwa mtazamaji tunalipata kutoka katika injili ya Luka sura ya 12 aya ya hamsini na nne hadi ile ya hamsini na tisa nitaisoma Yesu aliwaambia makutano pia kila mwonapo wingu likizuka pande za magharibi mara husema mvua inakuja, ikawa hivyo. Na kila ivumapo kaskazi husema kutakuwa na joto, na ndivyo ilivyo. Enyi wanafiki, mwajua kutambua uso wa nchi na mbingu imekuwaje, basi kuwa hamjui kutambua majira haya? Na mbona ninyi wenyewe kwa nafsi zenu ha mwamui yaliyo haki? Maana unapofuatana na mshitaki wako kwenda kwa mwamuzi, hapo njiani fanya bidii kupatanishwa naye, asije akakuburuta mpaka mbele ya kadhi, yule kadhi akakutia mikononi mwa mwenye kulipiza, na yule mwenye kulipiza akakutupa gerezani na kuambia, hutoki humo kamwe hata uishe kulipa senti ya mwisho. Neno la Bwana. Sifa kwako e Kristo. Mpendwa mtazamaji, baada ya Yesu Kristo kutoa kisomo kwa wanafunzi wake na hicho kisomo kikawafikia kwelikweli, sasa ameamua kuwageukia watu wa makuta, makutano ambao walikuwa wanamfuata walikuwa wanamsikiliza, naye anaamua kuwapatia dozi yao. Na dozi hii Yesu Kristo anaanza kuwaambia kwamba wanapokuwa hapa duniani wajifunze kutambua njia za Mwenyezi Mungu katika safari yao ya kuelekea mbinguni. Wajifunze kutambua njia za Mwenyezi Mungu, ujifunze kutambua njia za Mwenyezi Mungu upate hekima katika safari hii ya kuelekea mbinguni ambako ndiko kwetu. Anaanza kutolea mfano huu kwamba katika hali ya hewa ambapo hali ya hewa inapozungumza kwamba tunapoona kitu fulani kimetokea, akianza katika swala so zima la wingu. Wingu likitokea tunajua kabisa kuna jambo linalokuja. Jambo gani linalokuja? Mvua itanyesha. Na baadaye akasema katika hekima za kidunia kipindi kile, kulikuwa hakuna vyombo vya kiutaalamu kama sasa hivi tunavyozungumza. Katika televisheni unaona wanazungumza hali ya hewa ya kesho itakavyokuwa, kwamba eh, unapoona upepo unavuma upande kutokako kuna joto, maanake walikuwa wanatabiri. Nguvu ya neno ambalo walikuwa wanatabiri, kweli ilikuwa hivyo. Kuna watu walikuwa wanatamka maneno na kweli inakuwa hivyo. Kwa hiyo, kuna nguvu ya mwanadamu katika kuweza kutamka maneno maneno ya mwanadamu yanaumba. Maneno yakizungumziwa kwenye anga, yakizungumziwa katika uhalisia, yanakuwa kweli. Hivyo wingu, mvua itakuja, na kweli mvua inashuka. Yesu Kristo anasema hivi kwamba kama ninyi wanadamu katika hekima zenu mnaweza mkatambua mkatamka maneno kwa kuangalia vitu na vikatokea, kwa nini basi mnashindwa kuweza kutambua alama za nyakati ambazo zipo na anawaambia, anasema ninyi Wayahudi mmekuwa wanafiki. Anasema enyi wanafiki, mwajua kutambua uso wa nchi na mbingu. Je, imekuwaje basi kwamba mnashindwa kutambua majira na nyakati? Alikuwa ana maana gani Yesu anavyotamka maneno hayo? Alikuwa ana maana hii kwamba kwa muda mrefu sana manabii walikuwa wakitoa utabiri nyakati ambazo masia atakapokuja walikuwa wanazungumza kwamba masihi atakapokuja atakuja, kuna dalili hizi ambazo zinaonyesha kama masihi yupo. Sasa nyakati zile zikawa zimeshafika na masihi amekuja, sasa wakafunga masikio yao, hawataki kuweza kutambua kama masihi amefika. Anasema, kwa nini mnashindwa kuweza kutambua alama za nyakati? Mbona dalili zote za kuweza kutabiriwa kutoka kwa manabii walivyozungumza juu ya masihi, mbona tayari zipo, zinaonyesha kwamba nipo pamoja na ninyi yeye, Masihi yupo. Na akasema sasa, kama mnashindwa kuweza kutambua hilo ambalo manabii walikuwa wamezungumza kwamba Masihi yuko pamoja na ninyi, basi kuna shida katika maisha yenu. Na huu ndio ukweli kwamba ni wepesi sana wanadamu katika kuweza kuzungumzia baadhi ya mambo yakatokea, lakini kuna kipindi inafika hatua unashindwa kusoma alama za nyakati kwamba Bwana yupo pamoja na sisi. Unaona kwamba matatizo tu ndiyo yamekuzunguka, unashindwa kuweza kuelewa wakati wa kuweza kujiliwa kwako Bwana ni wakati gani, anapokuja. Kuna matukio fulani ya maisha ambayo yanatokea kwako. Mwenyezi Mungu anaongea nasi kupitia matukio ya maisha. Kuna kitu kama hiki kimetokea, kwa nini hushituki kwamba hizi ni nyakati ambazo Mwenyezi Mungu ananiambia jambo hili? Kwa nini hutumii hekima yako? Sasa anaanza kuzungumza hili jambo zito sasa, ambalo mwanadamu katika safari yake ya kuelekea mbinguni kwa Baba lazima alitambue katika nafsi yake, kwamba unapoelekea njiani. Amesema tunapofuatana na mtu ambaye toka ndani ya nafsi yako unajua, fulani siongei naye, fulani na ugomvi na yeye, nafsi yangu inakushuhudia. Hasa katika safari hii, miaka inazidi kuongezeka, ulikuwa kijana, mvi umefika na magonjwa, kuna dalili fulani za magonjwa, na hata ukienda hospitalini, nakuambia magonjwa haya wanakupata tu pale, pana ndio kuweza kutuliza li magonjwa, lakini ni magonjwa ya nafsi. Kuna mtu umemweka ndani ya nafsi yako ambayo huongei naye. Anasema kwamba hizo ni dalili ambazo ulipaswa kuweza kushituka, kwamba ninahitaji kufanya bidii ili niende nikapatanishwe na huyu ndugu yangu. Tukiwa katika safari hii, magonjwa akitokea mikosi fulani ikitokea, jambo hili ambalo sila kadhi, ambalo limetokea, Mwenyezi Mungu, kuna kitu unaniambia nianze kupatana na mwenzangu. Anasema usipofanya kitu kama hicho katika safari yako, amesema yule mtu atakuburuta mpaka mbele ya kadhi, na huyu kadhi atakutia katika mikono ya mwenye kulipiza, mwenye kutesa na ndio maana utajikuta kwamba kila wakati unateseka na kitu fulani, unateseka na magonjwa, unateseka na hivi. Kumbe kuna dalili fulani ndani mwako, hutaki kuweza kujipatanisha na mtu fulani, umewaweka watu ndani ya nafsi yako. Na anasema usipofanya tena juhudi kujipatanisha naye, utatupwa gerezani. Na kuna watu wamekuwa watumwa, wamekuwa watumwa uko magerezani, wamefungwa, wengine baadaye wamekosa mbingu. Na ndio maana hadi katika vifo vyao wanaondoka bila nuru, wametupwa gerezani, Anasema Yesu hivyo basi, kama hutaki kufanya upatanisho, amesema siku ya mwisho tutakapokuwa kule mbinguni, huwezi ukatoka ule gerezani mpaka utakapoweza kuilipa ile senti ya mwisho, kwa sababu ulipata nafasi uh, ya kuweza kufanya upatanisho hapa duniani. Neno la Mwenyezi Mungu lilikujia, jipatanishe, kwa kiburi ulikataa, hukutaki kuweza kusoma alama za nyakati Soma alama za nyakati, mpendwa. Ni wakati wa majilio, ni wakati wa Bwana kutujia, ni wakati ambapo Bwana anataka ufanye kitu katika safari yako maisha, kabla hujaondoka hapa duniani. Akubariki na kulinda Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina.